Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera pamoja na Mara, maeneo haya tajokuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya ukanda pwani ya kaskazini, maeneo haya tajokuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya tajokuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa kiasi na kiwango zaidi cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 33 katika mikoa ya Katavi pamoja na Tabora. Wakati mifumo ya anga inaonyesha ongezeko la viashiria vya mvua katika maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la kuwepo kwa vipindi vifupi vya mvua kubwa, vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini hususani katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, kijumuisha visiwa vya Mafia, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Lakini pia kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda pwani ya kaskazini, kijumuisha kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo haya natarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo mengi pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya Kigoma, Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia maeneo haya yatajiakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam: vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma: vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza: vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Mbeya vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Lakini pia kwa mkoa wa Arusha vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua vinatarajiwa na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huo.